Siku moja nilikuwa naongea na mmoja wa rafiki yangu, ananiambia kwamba yeye yeah, yeah, akiwa mdogo anakuwa anapata akili, alikuta mama yake alikuwa peke yake, baba hayupo. Alichokuwa anakiona kwa mama yake, mama alikuwa anaingia kwenye mahusiano na baba huyu, siku mbili tatu, yule baba si haweki mak makazi kwao kule, baba anakuja, anaondoka. Baadaye mama anagombana na huyo baba, anapatikana baba mwingine, huyo baba naye. Kwa hiyo huyu kijana wa kiume yeye alivyokuwa anakuwa, kwa anachokiona ndicho alichotafsiri ndiyo ndoa. Kwa hiyo yeye ulikuwa ukimuuliza kwa nini unaoa, anajua hivi, anayeoa ni mwanaume, lakini hana haja ya kukaa na huyo mwanamke. Ndiyo akili aliyonayo kichwani. Huo ni mfano mmojawapo tu lakini wako watu wengi wako kwenye ndoa, ukiwauliza, wana ndoa za historia na mazoea ya maisha walionayo duniani. Lakini mimi nilivyojifunza, nilikuja kugundua, ili tuweze kujua thamani ya ndoa, ni lazima turudi kwa mwenye ndoa. Kitabu cha Mathayo 19 fungu la 8, Yesu anasema, ni lazima kwanza urudi kwa mwanzilishi.